Yawezekana unatumia hizi tiba za asili lakini hazikupi matokeo vizuri au zinakuletea athari. Sasa hii video bwana, inakuhusu. Kwenye hii video, ninataka nizungumzie mambo kumi muhimu sana ya kuzingatia unapokuwa unatumia tiba za asili, tiba yoyote ile, ilimradi iwe ya asili. ni mambo Mu, haya ni mambo muhimu sana ya kuzingatia, na kama hutokuwa makini na hivi vitu ambavyo navisema hapa uh, nakupa tahadhari ya kwamba uh, unaweza ukapata athari kwenye ufugaji. Kwa hiyo muhimu sana, sikiliza mpaka mwisho hii video. Uh, kitu cha kwanza kabisa kukijua, kwanza uh, tambua tatizo sahihi la uh, kuku wako. Kuku wako wanaumwa nini, ili uweze kujua ni kitu gani ambacho unakwenda kutibu, kama wanaumwa mafua, labda typhoid au coccidiosis, itakuwa ni muhimu sana kwa sababu utawapa, eh, tiba sahihi bila kuachosha na tiba nyingine. Usiwatibie kuku wako kama hujui wanaumwa kitu gani. Na jambo jingine ni kwamba uh, muhimu sana ukatambua kipimo sahihi ambacho kuku anahitaji. Vipimo huwa vinabadilika kutokana na umri wa kuku uh, pale ambapo unakuwa unawatibia, lakini pia kutokana na hali ya ugonjwa kwa hao kuku uh, kwa mfano kuna mafua ya mwanzo kabisa alafu kuna yale mafua sugu. Kwa hiyo lazima kipimo ki, kibadilike. Uh, kitu kingine cha tatu muhimu sana kukijua ni usichanganye tiba nyingi. Kama huna maarifa sahihi ya namna ya kuchanganya tiba usije ukachanganya labda majani au tiba hizi za asili nne mpaka tano, wakati hujui hii tiba inakaa na tiba gani. Muda um, mwingine utajikuta labda unachanganya tiba ambazo ni za aina moja na unaongeza concentration kubwa kwenye e, mchanganyo wako ambao unakuwa umeufanya. Kwa hiyo lazima ujue kwamba e, una, unachanganya tiba gani na kwa nini unazichanganya hizo tiba. Uh, jambo jingine unapotibia kuku wa chini ya umri wa mwezi mmoja, unahitaji kuku, sio kila tiba wanatumia. Kwa hiyo lazima utambue kwamba, uh, kuku wadogo ni tiba gani sahihi ambazo wanatumia kutokana na nini, na ugonjwa ambao wanakuwa wanaumwa. Ndio maana hapo unahitaji mtaalamu wa karibu zaidi. Ndio maana sisi Kingo Farm tupo, tuna group letu la WhatsApp ambalo ada yake unalipia shilingi elfu nane. Unaweza ukawa umeisikia tiba hapa Kingo Farm, lakini hujajua hii tiba inafaa kwa vifaranga. Ukishajiunga na kundi letu unapiga tu simu. Ukitupigia simu sisi tunakwambia hao, ah, ni vifaranga wa chini ya umri wa mwezi mmoja, basi eh, tumia tiba hii, ndio ni sahihi kwao. um, Yeah, jambo la tano ni kwamba eh, sio kila jani ni tiba. Narudia tena jamani, sio kila jani ni tiba. Uh, majani mengine waga yanafanana anakuwa na kautofauti kadogo sana, unaweza ukachukua ukadhani labda e, ni jani fulani ukaenda kuwapa kuku na kuku akafa. Umeona? Na majani mengine ni sumu kabisa, unaweza labda yanapatikana kiurahisi e, hapo ulipo, ukaamua kuyachukua ili uweze kuwatibia kuku wako, lakini yakaja kukudhuru, yakaja kukuletea athari kwa kuku wako. Angalia mabadiliko. Jambo jingine, angalia mabadiliko ya kila siku. Umewatibia kuku siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kama wana hali ile ile, inatakiwa ubadilisha tiba. Tiba zipo nyingi sana, kwa mfano tiba za mafua. Kama uwakwa wabadiliki, kuna tiba zaidi ya kumi ambazo unaweza kuzitumia kutibu huo wa ugonjwa wa KingoFarm. Ndio linapokuja jambo jingine muhimu sana, ukiwa karibu na KingoFarm, ukishindwa tiba A tutakupa tiba, tiba B, tiba B ukishindwa tutakupa Tiba si, mpaka pale ambapo utakikisha kuku wako wamekaa vizuri, yani kuku wako wamepona. Kwa hiyo lazima wewe unaangalia, je, kuku wangu ao wanawatibia lakini wanapona au wanabadilika? Umeona, ukiona wabadiliki, basi badilisha tiba mapema kuliko ukasubilia athari zikaendelea kukuandama, kama vifo vikaendelea kuwepo. Hilo ni jambo la sita. Jambo la saba, uh, safisha tiba zako. Usafi lazima kusafisha. Kwa mfano tangawizi, tangawizi waga na kujaga na maudongo fulani hivi, kwao ukienda kuitumia vile vile unaharibu tiba yako, umeona kwao, lazima ufanye usafi, kusafisha. Kuna tiba nyingine, mfano mzuri na watiba Cactus, cactus ina miba miba miba. Ukusafisha kwa cactus lazima utoe ile miba, kuna tiba nyingine unazimenya. Kuna tiba lazima ufanye usafi wa tiba yako sahihi ili uweze kuitumia. Uh, lazima ujue namna sahihi pia ya kuandaa hiyo tiba yako, tiba yako inaandaliweje? Zipo tiba ambazo zinachemshwa azi au uzibrendi zipo tiba ambazo zinahitaji uzibrendi. Kwa hiyo usije ukachanganya tiba ya kuchemsha ukaibrendi, tiba ya kubrendi ukaichemsha. Kwa hiyo lazima uwe ukaichemsha kwenye maji. Kwa hiyo lazima uwe, una, u, lazima uwe e, u, u, makini sana, uwe unaelewa kitu gani unafanya. Nadhani hikihuwa tunaelekeza hapa, kuna tiba ambazo unachemsha na kuna tiba ambazo unazitwanga. E, mfano unaweza ukachemsha kitu kingine kisikupe matokeo yale kumbe akiandaliwi hivyo. Kwa hiyo lazima ujue namna sahihi ya kuandaa hiyo tiba. Umeona. Na jambo jingine a, ni tiba pamoja na lishe. Hili ni jambo la tisa, tena lipaswa liwe la kwanza kabisa jamani. Tiba sahihi inaenda pamoja na lishe. A, mfano kuku wako amepata mafua lakini unawalisha pumba tupu. Pumba ni wanga tupu, pale hamna protini. Lishe huwa inasaidia sana e, tiba sahihi ili iweze kufanya kazi vizuri, kama e, tiba uh, unawapa tiba tu kuku wako, lakini lishe ni duni uh, hawapati vile virutubisho ambavyo vitawasaidia kujenga mwili kufanya ile tiba yako ifanye kazi vizuri, ni sawa tu unacheza. Ndio maana unakuta kuku wako anaishia kuvaa makoti, hawaponi ule ugonjwa. Lazima uwape pia uh, lishe sahihi kuku wako, ili uweze eh, kuwapa tiba na tiba hiyo ikafanye kazi vizuri tiba ni muhimu sana iendane uh, pamoja na lishe. Yani muhimu sana weka, sisi tunavyo vitabu ambavyo vina kanuni bora kabisa za kuchanganya chakula, namna sahihi ya kuchanganya chakula. Ukifuga ukuku bila kuzingatia lishe sahihi, naweza nikasema ni sawa sawa na kwamba unacheza uh, ya kumi na ya mwisho kabisa ni, ni kwamba chukua maamuzi magumu. Sasa ninapozungumzia chukua maamuzi magumu, hii ni mada kabisa. Kuna siku moja nitakuja kuizungumzia hapa hapa YouTube. Mfano unatibia kuku wako mafua. Hawaponi mafua na banda lako hujajenga halina madirisha ya kutosha. Kwa hiyo kitu muhimu ambacho unakifanya pale, inatakiwa ile banda ushushe madirisha, yani ulibomoe ili ulijenge vizuri ili kuku wako waweze kupona. Na muda mwingine unawatibia kuku wako hawaponi, hawaponi, basi chukua maamuzi magumu, wauze e, ili uwaze upya, ili usubiri uwaze upya. Sio kila ugonjwa utapona, kuna magonjwa mengine hayaponi kabisa, au kuna magonjwa mengine yanakuwa tayari yana athari kubwa. Kuna magonjwa unajua, yanaweza yakaenda kabisa yakaharibu mfumo ule wa maini, labda yakawa yameoza. Kutibia ini mpaka likae vizuri ni ngumu sana. Umeona, kuku na wenyewe wanaumwa magonjwa hatari. Kuna magonjwa mengine yanahitaji replacement ya kiungo, yani kwa mfano replacement ya, yani utoe maini uweke maini mengine. Sasa kwa kuku huwezi ukafanya hivyo, kwa hiyo ndio maana tunasema chukua maamuzi magumu, muhimu sana. Na hii kauli mimi nakupatia e, kubali hasara ili uendelee kufuga kuliko kung'ang'ania hasara, alafu ukaacha kabisa kufuga. Kwa hiyo muda mwingine natakiwa wauze kuku wako ili ulete kuku wengine ili uendelee kufuga. Maana yake sisi wafugaji, lazima ujue kwamba kuna hasara. Kwa mfano binafsi, KingoFarm nachukulia kwamba ukileta kuku labda bachi tano, lazima kuna bachi mbili au bachi moja utapata hasara. Kwa, a, ukipata faida zote tano basi Mungu amesaidia kwa hiyo lazima pia uwe na mtazamo kama huo hapo ukiwa kama mfugaji uh, Mwisho kabisa, nawakaribisha Kingo Farm, mnaweza mkajiunga na kundi letu kwa ada ya shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Lakini, uh, lakini pia tunavyo vitabu mbalimbali mbali, ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji. Tuna miongozo namna ambavyo utawafuga kuku wako, kwa mfano broiler, tokea wakiwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa, kuku wa kienyeji chotara na A, vitabu vyetu ni kama hivyo hapo ambavyo unaviona, gharama yake ni shilingi elfu kumi na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp au kama una email tunakutumia na hiki kitabu. Kama ukitaka kupata hard copy, kuna wengine wanapenda sana kusoma hard copy, unaweza ukaenda tu stationery wakakuprintia ukawa na hard copy, na kitabu chenye peji nyingi sana hapo ni kina peji ishirini na mbili kipo, kitabu kina peji ishirini kipo, kitabu kina peji kumi na nane kipo, kitabu hadi